Taswira kamili ya kanisa la Fire Gospel Ministries. Siku chache tu baada ya sakata ya utapeli kwa jina la Mungu kufichuliwa na runinga ya NTV. Ndani ya kanisa hili, waumini walionekana kukerwa na taarifa zetu kiasi cha kwamba walianza ibada kwa maombi maalum, huku wakiomba kwa ndimi nje ya kanisa. Polisi walionekana kushika doria wakiwa tayari kupambana na yeyote atakayekuwa na nia ya kuwashambulia wanahabari. Dakika chache baadaye mhubiri Michael Njoroge aliwasili jukwani. Kikosi cha NTV nacho kilikuwa kimejitayarisha kupata taarifa zake kuhusiana na tukio la hivi majuzi. Lakini mhubiri Michael Njoroge alitukemea pale nilipojaribu kuweka kipaza sauti jukwani. Please, kuishia hapo mhubiri Njoroge na wazee wa kanisa hawakuridhishwa nasi, kwani tulirushiwa cheche za maneno na vitisho. Wachaleni na neno na Mungu pigana, mambo mengine yote ya kidunia, mambo ya Mungu wachana nayo, utakula nyazi a na a sababutafutkujend Si kupigwa kwa neno la Mungu haitaanza saa hizi, na ukisoma hii Bibilia, hakuna mtu ameandikwa katika hii maandiko hakupigwa vita. Kijana huyu naye alijitokeza akitaka kuombewa angalau apone mguu wake uliokuwa umevimba. Hapa Michael Njoroge alizidi kututishia na kusema kuwa atatumia nguvu zake kuondoa ugonjwa huo katika mguu wa kijana huyu na kuturushia sisi au watoto wetu. Na ndio nasema ingia kwake, ingia kwa mtoto <tot> Hasira zake zinajiri baada ya NTV kufichua sakata ya utapeli kwa jina la Mungu dhidi yake. Mi pasta alinipata hapa, Pasta Michael Njoroge wa ministry fire ministry. Mwenye alinipata hapa hapa kana mimi tenda short, mimi sikuwa najua ni pasta. Nda kumaliza kwenda short alinambia hakuna haja ya kushina nikipigwa na baridi hapa, kuna kazi angenionyesha. Nikamwambia yenyewe kama kuna kazi angenionyesha ni sawa, ndio akaanza kunielezea, akaniambia ni niende kwa kanisa yake niongee mambo ya uongo niseme nimepinduka mdomo na aweze kunilipa, ndio alinilipa niligeuza mdomo. niligeuza mdomo niligeuza mdomo hivi kutoka asubuhi mpaka jioni, na akanipatia shilingi elfu mbili akanipatia shilingi elfu mbili Nikageuza nika mdomo, alafu niua nikatoa Testimony. Hapa, hapa kila wakati huwa wakati ananichukua hapa pasta mwenyewe ama pasta mwenyewe alinichukua siku ya kwanza hapa. Tulienda short mara ya kwanza, alikuja kama customer vile, niona biashara yake endi vizuri, ndio mi nikaona tu nirudi base, nianze tu kutegea tegea hapa, nitafutia riziki watoto. Si mama huyu tunasherehekea yeye, ni kulia na lia magonjo Mdomo, ebu tuwa. Mdomo. Huyu ya mudomo. Mudomo yake iko kani. Machozi hiyo umelia dada, nasema hii ndio nasema mateso. Mami, unafikilia ni nini imefanyika? Ebu tuwa hii nini? Aujui. Huyu nitamsaidia nimsaidie, lakini na yeye atubu dhambi, eh? kuna kanisa ulikuwa unaenda na mliongea maneno ya mchungaji sana, wewe na mkasema, mchungaji amerepi amerepi, mtu ndio, eh? hii ni vita umepigwa na Mungu, lakini leo nimesema, ukitubu okay, mbele za Bwana utasamehewa Tabi zako na kabla tumalize ibada hii ya siku ya leo, mdomo wako utakuwa umerudi vizuri katika jina la Yesu. Hebu hebu geuka hapo, wacha kwanza nikuombe. Father in the mighty name of Jesus. Kisha siku Kwa ya... majina naitwa Esther Mwende. Last Sunday, nilikuwa hapa kama mdomo Bwana. Alikuwa ameongea maneno ya nani? Ya pasta. Mdomo ikaenda wapi? Na hii leo mkewe kasisi huyo Esther Kagure Nderito ambaye anadai bado hajapewa talaka alijitokeza waziwazi -wazi na kusema kuwa yote yaliyofichuliwa kumuhusu mhubiri huyo ni kweli. Alikuwa anafanya mambo kama hiyo. Alikuwa anapea watu pesa anakuambia ukuje for example, useme kama uko na AIDS ama kama umekuwa na ugonjwa mwingine na umepona. Kagure alituonesha cheti cha ndoa, picha za ushahidi wa harusi yake na mpenzi mpya wa mhubiri huyo. Anasema kuwa mumewe si mwaminifu, kwani anatenda maovu kinyume na mafunzo ya dini ya Kikristo. Kwa sasa ibada inaendelea katika kanisa ya Fire Gospel Ministries Licha ya mhubiri Michael Njoroge kudinda kuzungumza nasi. Hata hivyo, waumini wenzake wanasema ni ukweli tu utakaomweka yeye huru. Mohammed Ali, NTV, Nairobi.